Kampuni ya kuzalisha umeme kwa kutumia upepo inatarajiwa kuongeza uzalishaji wa umeme kwa megawati mia moja. Hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji wa umeme hadi megawati mia mbili katika hatua ambayo inalenga kuongeza usambazaji wa umeme kutoka nyumba laki mbili unusu hadi nyumba laki tano. Robert Masai na mengi zaidi. Mradi huu ambao unaendeshwa na kampuni hizo mbili utapelekea kujengwa kwa mitambo 18 zaidi ya kuzalisha umeme kwa kutumia upepo wenye uwezo wa kuzalisha megawati 100 za umeme na kuongeza uzalishaji wake hadi megawati 200. For this project we've, we've, invested for, for 20 years and we're very proud of this uh, this Kipeto project as it contributes to electrification in, in Kenya but also renewable uh, energy.

Uh, to, to KPLC uh, for the benefit of, of the ultimate consumer, the mwananchi. Kampuni ya Kipeto ambayo ni ya pili kwa uzalishaji wa umeme kwa kutumia upepo nchini uzalisha asilimia mbili nukta tisa nne ya umeme unaotumika humu nchini, usimamizi wake ukisema mradi huo utaongeza uzalishaji na kusaidia kupunguza uhaba wa umeme. Ubalozi wa Ufaransa umepongeza mradi huo ukisema unasaidia kuzalisha umeme kwa kutumia mbinu ambazo hazichafui mazingira.

Um, um, uh, takwimu za mamlaka ya kawi na petroli nchini zinaonyesha kuwa Kenya ina uwezo wa kuzalisha megawati elfu tatu mia nane arobaini za umeme pekee. Hii ikiwa ni kiwango cha chini ikilinganishwa na mahitaji ya umeme nchini ambayo ni zaidi ya megawati elfu tano. Robert Masai, runinga ya Citizen Kipeto, Kajiado Magharibi.